Naam kaka kaka. Salamu alaykum. Wa walaikum, salam. Abdallah, vipi? Salama? Habari za uzima huko ndugu yangu? Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui nyinyi. Si tuko vizuri kabisa huku bana. Sefu, eh, nadhani ni siku mbili tatu hatujazungumza. Ndio eh, lakini kwa sababu uzima upo tuzungumze hiki kuhusiana na draw ya ligi ya mabingwa barani Afrika ya hatua ya makundi ambapo mnyama Simba amepangwa group D. E, ama no, grupu dada hili akiwa na Esperance de Tunis, Petro Atletico de Luanda na Stade Malien kutokea pale Mali e, kundi kwa namna ambavyo umeliona na nafasi ya Simba kwenda hatua inayofuata ipoje? Kwanza cha kwanza kabisa mimi binafsi ni pole ni, kwanza kwa changamoto iliyotokea hii yeah, kiujumla kwa Watanzania wote kwa sababu serikali imepata maafa na watu pia wamepata maafa. Yote kwa yote ni katika kukadiria kwa Mwenyezi Mungu, na dunia iende basi, kuna vitu huwa vinatokea. Sasa hilo la kwanza tusisahau kwa sababu au ndo wadau zetu sisi kiujumla. Ndio seme, Mungu atupe taifa lenye afya, atupe watu wenye kutafakari mambo kabla ya kufanya. Na vitu vingine mimi upande wangu niliona dro Abdallah ndio niliona e, draw na niseme nimeona draw ya kikubwa kipindi hichi e, katika klabu bingwa. Nadhani ni kipindi ambacho hakujapelekwa ha, timu nyonge. Sahii hakuna kundi nyonge, ila kuna tabia za kibinadamu ambazo watu zinawashikashika sana, kwa sababu baada ya kumaliza kundi nimeona malalamiko. Ukipishana na shabiki wa Yanga, kila mmoja amekatia tamaa, yaani ni mwoga katika kundi kwa sababu amekutanishwa na warabu watatu. Sasa hii ndo tofauti ya timu ndogo na kubwa, ni yaani hapa watu wanatakiwa wajifunze. Watu wa yanga hawajui kwamba kundi alikuwa nalo Simba pia ni gumu, hata wao wangepewa sababu. Ukiwaacha wa jamaa wa mali eh, ndio wa Petro de Rwanda, sio timu ndogo. Nadhani miaka mitatu tu iliopita imecheza hatua ya ya nusu fainali ni nusu fainali imelewa i wakiwa wako bora kwelikweli, wakiwa wamesheni wachezaji bora e, yaani wakiwa wako vizuri, kutoka hii miaka miwili tu, kwa sababu ya ubora waliokuwa nao Simba na namna ambavyo wanafanya kwenye mashindano ya kimataifa, wao wakaitoa kama Petro de Rwanda ni timu ndogo. Lakini unaposema experience de Tunis pia unataja fainali ya karibuni kama sio nusu fainali, ndio msimu uliopita walicheza nusu finali. Umenielewa, eh, na fainali ya karibuni, miaka ya karibuni tumecheza sana sana sa, umenielewa sijui, lakini bado nayo inaonekana klabu ndogo, kwa sababu klabu kubwa ambayo inatoa kombe lenyewe, ili Simba anakutana naye katika kundi na amewahi kumwongoza, umeona ukubwa, yani ukubwa hauzungumzwi kwa maana ya kutajwa tu katika namba uh -uh. Tuna, ukubwa unazungumzwa kwa maana ya huyu mtu anaitwa mkubwa, alikuwaje, kwa sababu national akiwa wa pili katika kundi na Simba. Nakumbuka ilikuwa ni Simba e, kama si nitakuwa sosai e vita si nehhe na, e, na ni jai saura, wakati ule jai saura alikuwa e, ni saura. Simba anaongoza kundi ile, kama nakumbukumbu Simba anaongoza kundi, kama itakuwa ni hivyo au tofauti na hivyo, lakini National alikuwemo. National anashika nafasi ya pili katika kundi, umeona yani e, National anaenda kuwa bingwa yani, anaenda kuwa champion juu ya watu yani, chini tuseme, chini ya watu takribani hao walioanza nao, ukiacha hii kumi na sita bora thelathini na mbili huko, Simba anamuongoza National katika kundi, na National anaenda kuwa champion. Mtu akivuta kumbukumbu hizo anaamini kuwa Simba ni timu kubwa, ni timu ambayo inaweza kucheza mashindano haya, kwa maana ya kupata matokeo. Wanafahamu kucheza mechi moja kuelekea mechi ya pili, wanafahamu kucheza makundi, kwa maana <coughs> ya mnacheza katika mtindo wa ligi. Kwa hiyo Simba alipopangiwa, watu wanadhani ni kundi rahisi. Simba upo katika kundi gumu sana, na maeneo pekee ambayo klabu bingwa imepokea timu gumu ni kipindi hiki. Na mimi nilipoliona nikasema, sasa twendeni tukatafsiri ukubwa, yaani tuachane na habari za fulani ameteuliwa. Sifa sikuwa nani, umenielewa, si ndiyo? Hapana, si fulani ameteuliwa kuwa huu. Sisi sio muda wetu muda, twendeni tukaonyeshe kama kweli tunajisikia kama kweli, si ni wakubwa na tunatokea taifa letu, tayari makundi hayo hapo kwa mtindo ule ule ambao Simba anatumia tumia na wewe lakini unarudi mtu, nadhani saa hizi ndio ataenda kudhubutu ku, ku, kwa heshima national. Mimi nadhani ni hivyo, sababu eh, ili uwe na timu ambayo unakwenda kuifunga national, huo woga ndio unapoanzia eh, tactically uwe na wachezaji hatari, sababu mpira hapa mwisho kwenye tactically hapa ndio ume, umeishi sana maisha yake, mpira upo hapo, mpira waangalia katika position, tumetoka kwenye dunia ya umiliki ndio. mnaita- mnaita position Kiingereza ndio e, mpira umetoka kwenye position dunia ya umiliki ya upo mpira upo katika maamuzi, yani, una mbinu gani? Unaamua nini? Kwa mimi sina pressure kwa uzoefu wa kucheza, naamini e, Simba inakwenda kufanya vizuri, lakini niwarudie tu watani wangu ndiyo, lakini kama sefu, kabla ya kwenda kuzungumza kwa tani, tuweke hapo kumbukumbu kumbu, sawa ili e, mfuatiliaji wa Simba Fans apate kufahamu mwaka ambao Simba anaongoza kundi hatukuwa na je saura ulikuwa na Al Merrikh kutokea Sudani, eh, vita ah, eh, ah, vita na alikuwemo na ko tofauti ya, ya Al Merrikh hapo ndo tulimweka jina saura eh, ni sawa ni, ni yale yale, lakini wakati huo tunamzungumzia vita, mtu ambaye alikuwa on fire kwelikweli. Eh, vita akuwa mpole kama kawaida, lakini ilitokezea vita akawa ametenzwa nguvu na Simba na kama sikosei, vita alipigwa mechi zote mbili. Mechi ya kwanza alipigwa kule kwa mkwaju wa penalti, ndio ndio akaja akafa. Na hapa, umenielewa vizuri, anaenda kushinda mechi ya pili. Simba amesha kolifai na ana uhakika hata akifungwa ana uwezo wa kuongoza kundi mona. Sasa turudi upande wa pili, huku huku ndo kunaonyesha tofauti, Abdallah, ndio ya timu ambazo zinajituma mm, na timu ambazo zinategemea mbeleko katika kucheza mpira ukiwa unajituma ni sawa na kiumbe ambaye e, kwa kanuni kila siku ni lazima atafute ili apate yale, atatafuta kwa nguvu kubwa, kwa sababu ni kanuni yake. Ikiwa e, una kawaida ya kubebwa, huwa unatengeneza mazingira ya kwenda kusubiri otpoti. Hata kiumbe huyu alozoea kufaiti akitoka mtenda nchi jirani, kwa sababu otpoti kwako kwa hakuna kwa wewe huwezi kuishi, ataishi kwa sababu amezoea hivyo. Na ndo tofauti ya Simba na Yanga, sisi hatusubiri ya poti, si katika ligi ya nyumbani, si tunatumia nguvu, tunapambana. Ndio maana kwenye mashindano makubwa hatuna hofu. Mi siku moja nimewahi kusema sisi ukitupeleka hata ligi ya, ya Spain, umenielewa vizuri, mwanzoni tutakuwa kigongondo wa timu zote, lakini mwaka ujao si tunahakika ya kushika top five au top six, kwa sababu si tuna kawaida hiyo, yani si tunakwenda kuadapti mazingira mapema. Kwa hiyo katika kundi Shekhe, mimi sitoi utabiri wa kawaida, kwa sababu sijawahi kuona kama itatokezea nitaulizwa hapo. Ndiyo. Simba toka mi naifahamu wakati anaanza makundi, ukiacha yale robo fainali aliokuwa yanaitwa makundi, hajawahi kutolewa katika hatua ya makundi. Kwa hiyo itakuwa kwa sasa ni mara ya kwanza ambayo nitapaswa kuita ni miujiza upande wangu kwa nampa Simba kwenda makundi. Sio kwa sababu ya timu nyepesi, hapana, kwa sababu ya uzoefu alionao katika kuelekea mashindano haya ya kimataifa. Ndio. Ila niwaombe majirani sasa hapa, nisikilize vizuri, kwa sababu mpira sio vita. Kama wako tayari waje kutuuliza huwa tunafanya nini mpaka tuna qualify makundi, kwa sababu rekodi inaweza ikajiandika vibaya. Mwaka jana watu wametoka kutimuliwa makundi, mwaka huu tena watimuliwe makundi. Na hapa naenda kupata picha, inawezekana Injinia rs ni mganga wa kienyeji. Kwa nini safu unasema hivyo ndugu yangu? Ah, kama unakumbuka spichi yake moja, akiwa katika kituo cha Wasafi alipigiwa simu akaulizwa malengo ya mwaka huu ya klabu bingwa akasema ni kucheza makundi. Yani injinia alikuwa anajua kwa kikosi changu hici siwezi kutoka makundi kusonga mbele. Sasa hapa ndo natabiri kuwa inawezekana injinia akawa ni mganga kwa sababu hapa alipo watu wake wamekata tamaa, maanake hata yeye akitoka si anazungumza kauli ile, kama malengo yetu ilikuwa ni kucheza nini, makundi makundi. Na hii ndio kanuni ya klabu ndogo. Tunaposema Yanga klabu ndogo, tunakwenda kukubaliana katika mashindano haya kuwa ni klabu ndogo kweli, kwa sababu ina malengo madogo, na kwa mara ya kwanza tutaiona ikiwajibika kwa watu wake kujisifu na malengo madogo, bwana Abdallah. Lakini sisi wenye malengo ya nusu fainali tuwambie watu wetu waendelee kusubiri waendelee kujipanga kwa sababu nusu fainali inakuja bana. Sefu mimi ni kushukuru sana kaka, bana nami na e, ni kushukuru na nishukuru wadau, niseme sisi tunawapenda sana umeona bana, ndiyo tuko pamoja. Mwenyezi Mungu akufanyie mm wepesi sana katika baadhi ya mitihani yetu haya kidunia, na naamini Allah atatuongoza katika hilo Abdallah. Amin, shukran sana kaka. Ebana, tuko pamoja ndugu yangu.